Naye Jeni Modhoni akakimbia kwa hospitali AAR, akakaa hapo, akaanza, akajaribu kunipigia msichana wangu, akachukua simu, nikaamshwa, nikamwambia wacha nilipe hospitali. Nakumbuka nililipa 260,000 kwa sababu hao marafiki walikuwa wametoa kitu 1 milioni na 300,000, wakiwa watu bati kama Kigoma walikuwa natupatia 50 alikuwa ameniambia woy, usiache tu, nimepigana vita ya kutosha kwa social media, nimetusiwa ya kutosha, kama tu unaweza ruhusu tu nisiingie social media, kama tu hata watu wanajua. Wakikuja kwa kwa rumu ya Beti nilikuwa hivi, karibu nifaiti na mtu, usimpige picha, usijaribu kumpiga picha kwa sababu alikuwa alikuwa nataka ajiheshimu mpaka wakati wake wa mwisho, na alikuwa ananiambia usiwache mtu ampige picha in this situation. Na wakati tulilipa 260 nikafika hapo 6 nikakuta wamechukuliwa, wameingia, na hapo ndipo niliona Beti yuko sawa, kwa sababu alikuwa anarudia kitu kimoja, I want brand, nataka nataka damu uh, a positive a positive, hivyo ndivyo alikuwa anarudia. Nikaona huyu Beti simu yanjiacha usiku na ni mgonjwa sawa, so tukaharakisha ile ya tukaripa, tukaita teromo, tukaita tukaita Ben, tukaita Loisi kaita watu wote wenye tukuanga nao kwa hiyo group grupu wenye tulikuwa nao kwa hiyo group, wakakuja wote, walikuja kitu watu 15, na tukaita familia kati, tuliita familia kitu saa nne ya mchana, yati akagongwa na stroke, nikamgonga hii side, na wakati nienda kumguza hivi ikakuta mdomo navouka iko hapa nikaambia Jekubon, ni lini na happen na Betty, mbona amepigwa na stroke? Tukaambiwa ame- anabred kichwa. Sasa hapo ndiyo tulijua ugonjwa wake already imekuwa serious ju anabreed ndani ya kichwa na ako na clot na mambo imekuwa mabaya. Sasa aligie, alisiyu, na alisiyu, hapo ndiyo tulisema aingie ICU na akaingia ICU. Tulikaa hapo the whole day, titoka hapo saa dati ya usiku, mnajua hivyo tukamkaisha tukaambiwa tuwezi ingia ICU, tukakaa hapo nje, tukamia hapo nje. Hii siku ingine kikuja asubuhi, tukakuta bado Betty si mzuri, na tukaambiwa hiyo sasa ilikuwa inaitwa acute myeloid leukemia. Tukaambiwa ilikuwa inajificha kwa mwili, na ndio maana hata Betty alikuja kwa chama, alikuwa anasema, mnakumbuka, acha ni sasa